Tuelekee kaunti nambari nane sasa, ambapo katibu mkuu wa idara ya uratibu wa serikali ya kitaifa Ahmed Abdisalan ameendelea na ziara yake huku Wajir Kaskazini, huku ukame ukiendelea kukithiri. Akizungumza wakati wa kutoa chakula cha msaada, Abdisalan alisema serikali inaongeza hatua za kukabiliana na ukame, ikiwemo usafirishaji wa maji kwa magari, kupanua mpango wa Hanga Safety Net, pamoja na kuongeza mgao wa chakula

warudishia serikali yetu mkuu William Samoei Ruto vile wamechukua sauti yetu, wakatupatia wakatuletea ration kwa wakati ifaayo, ambayo tuliko na shida kubwa sana kwa ukame. Mvugo naye inaanza kumalizika, juu ya ukame binadamu naye inakaribia kuisha. Tumepata uokozi, tumepata ration Siku ya leo tunagawia wananchi.